<Miluiana> Eh, mako jinda mako stamina bondela chuma mlingoti chuma, eh, kufa kupotea kaburi matuta, mkifunga geti tunaoka ukuta kwa babake, yeye bwana eh, tukutane tarehe 24. Sawa bwana eh, hapo posta. Yaani, kimeumana eh, milioni 10 ya mama. Ah, na mimi nimo, au sio? Ahh, haijaja inakuja hivi hivi. Sio kama ndugu yangu eh, milioni kumi ya mama mimi naipambania, eh, njoo tuone, tuende tukachukua milioni kumi ya mama, na kwa uwezo wa Allah naibeba vizuri tu, wana mogoro wa Tanzania kwa ujumla, njoni wanangu, tulia mshedude we show, show ize